Serikali ya Marekani imepiga marufuku mahusiano ya kimapenzi au kingono kati ya watumishi wake walioko China, wakiwemo maafisa wa serikali, familia zao na wakandarasi wenye vibali vya kiusalama na raia wa China. Shirika la habari la Associated Press limebaini watu wanne waliokuwa na taarifa za moja kwa moja wamelieleza shirika la AP kuhusu sera hiyo mpya siri, iliyowekwa na balozi wa Marekani aliyemaliza muda wake Nicholas Burns mwezi Januari, kabla ya kuondoka nchini China. Watu hawa walizungumzwa kwa masharti ya kutotajwa majina kwa sababu ya unyeti wa agizo hilo. Ingawa taasisi kadhaa za Marekani tayari zilikuwa na masharti ya mahusiano ya kibinafsi, sera hii mpya ya kutofungamana imechukuliwa kuwa ya nadra kutangazwa hadharani tangu enzi za vita baridi. Kwa kawaida, mahusiano ya kimapenzi kati ya wanadiplomasia wa Marekani na raia wa nchi nyingine hayakuwa marufuku moja kwa moja. Toleo la awali la sera hiyo lilianza kutekelezwa majira ya joto mwaka jana, likiwazuia maafisa wa Marekani kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wafanyakazi wa China waliokuwa walinzi na watumishi wa ubalozi wa Marekani na balozi ndogo tano nchini humo. Lakini Burns alipanua marufuku hiyo Januari kwa kuhusisha raia wote wa China walioko nchini humo. Sera hiyo inahusu balozi wa Marekani mjini Beijing na balozi ndogo zilizopo Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan na pia Hong Kong. Hata hivyo, haitawahusu maafisa wa Marekani walio nje ya China. Wale waliokuwa tayari kwenye mahusiano ya kimapenzi kabla ya utekelezaji wa sera hiyo wanaruhusiwa kuomba msamaha rasmi, exemption. Wasipopewa msamaha, watalazimika kusitisha uhusiano huo au kuondoka kazini. Yeyote atakayekiuka agizo hili atatakiwa kuondoka China mara moja. Sera hiyo ilitolewa kwa mdomo na kwa njia ya kielektroniki mwezi Januari kwa maafisa wa Marekani walioko China, lakini haijatangazwa hadharani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema haitoi maoni kuhusu masuala ya ndani, huku baraza la usalama la taifa likielekeza AP kwa wizara hiyo. Balozi Burns, sasa akiwa makamu mwenyekiti wa kampuni ya ushauri ya The Cohen Group, hakujibu ombi la mahojiano. Hii si mara ya kwanza kwa Marekani kuweka masharti kama haya. Mnamo mwaka 1987 baada ya Marekani mmoja kuangukia mtego wa kijasusi wa Kisovieti, serikali ya Marekani ilipiga marufuku urafiki au mahusiano ya kimapenzi na raia wa nchi za Sovieti na China. Baada ya kuanguka kwa muungano wa Kisovieti mnamo mwaka 1991 masharti hayo yalilegezwa taarifa zinaeleza kuwa intelijensia ya China imekuwa ikitumia mbinu za honeypots, yaani watu warembo au wa kuvutia kuvuta siri za maafisa wa kigeni. katika mafunzo kabla ya kwenda China, maafisa wa Marekani huoneshwa mifano ya jinsi wanawake wa Kichina waliotumwa na intelijensia walivyowadanganya wanadiplomasia wa wana Marekani. Chanzo cha sera mpya kilikuwa wasiwasi uliotolewa na wabunge wa Marekani waliomwandikia Burns wakitaka masharti ya mahusiano ya kibinafsi yawe makali zaidi. Viongozi wa kamati ya bunge ya kushughulikia chama cha kikomunisti cha China hawakujibu maombi ya maoni. Kwa upande mwingine, China yenyewe pia imekuwa ikifunga masharti ya uhusiano wa maafisa wake wa serikali na watu wa nje. Mwaka huu, Beijing ilianza kutekeleza kanuni kali dhidi ya maafisa wenye wake au waume walio na uraia wa kigeni.